Kwa wale ambao mnajifunza makeup, naomba uniandikia kwenye comment ni sehemu gani ambayo inakusumbua, nitakwenda kufundisha vizuri kabisa hapa. Naomba ni kuelekeze tu kwa uchache kwenye kuchora wanja. Utachora frame mbili upande wa juu na upande wa chini. Utakwenda ujazia wanja wako upande wa katikati. Kwenye kushape wanja, tumia concealer ambayo inaendana na rangi ya mteja wako kama mteja ni mweupe, tumia concealer nyeupe kama ambavyo mimi ninafanya hapa kwa mteja wangu. Upande wa juu nitatumia foundation. Sawa sawa. Wakati na shape wanja wangu, naomba nikukumbushe. Kwa wale ambao mnahitaji full makeup set ambao unaweza kumremba mteja wa rangi yoyote ile. Seti zipo kuanzia shilingi laki mbili mpaka laki tatu na nusu na ukinunua vifaa kwetu darasa ni bure wiki nzima. Namba zetu ni hizo ambazo katika skrini yako. Sawa sawa, naomba nikukumbushe, kwenye kushepu wana jitahidi wanja jita wan zako zote mbili ziweze kulingana vizuri, kwa sababu zisipolingana zitapishana. Tumeelewana? sawa sawa. Wakati endelea kulinganisha wanja, narudi kwenye upande wa eyeshadow. Kwenye eyeshadow, nitaanza kwa kupaka ile concealer yangu nita blend vizuri kwa kutumia hii beauty blender. Ni sponge maalum kabisa kwenye kuficha concealer nitatumia poda ili kuificha ile concealer ambayo nilitumia mwanzoni. Eyeshadow leo nataka nipake orange flani, kama inaenda kwenye white eyeshadow yangu ilishike vizuri, nitatumia base, base ambayo itasaidia mimi eyeshadow yangu ishike vizuri. Kuna wale ambao tayari mna seti zote, alafu hizi base hakuna. Kama una eyeshadow base, karibu inunue, ni shilingi elfu ishirini na tano tu, inafanya eyeshadow yako ishike vizuri kabisa sasa rangi nimetumia hiyo white nikatumia na hiyo kama gold fulani hivi and then nitaenda kubandika copper nitarudi kwenye foundation foundation zinapatikana moja ni shilingi 25 paka rangi kulingana na rangi ya mteja wako. kwa wale ambao mnahitaji kujifunza makeup na mambo yote ya saluni karibuni sana chuo chetu kipo Dar es Salaam Tegeta Nyuki namba zetu ni hizo ambazo unaona katika screen yako tunafundisha mambo yote ya saluni ada zetu kuanzia laki moja mpaka shilingi laki sita. Na uzuri ni kwamba nafasi za kujiunga na chuo bado zipo wazi. Kwa wale ambao mnatokea mikoani, hostel zipo. Hii inaopaka ni setting poda, itanisaidia ku highlight zile sehemu ambazo mimi nahitaji zing'ae zaidi. sawa sawa Jamani, wala ambao nahitaji kujiunga na chuo, nafasi zipo wazi, karibuni sana. Unaweza kujiunga na sisi sasa hivi, tupigie kwenye namba na kwenye screen. Hii natumia hapa ni makeup fix, itasaidia mimi makeup yangu ikae muda mrefu, kisha nitakwenda kumalizia na upande wa lipstick. Nitai blend vizuri kwa kutumia brush. Karibuni sana, hii ni final touch. Wala ambao unahitaji kufanyiwa makeup, tunafanya makeup aina zote, tupo Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Karibu sana make sure, kwamba unafanya booking yako mapema. asante na